Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amethibitisha mashambulio hayo na kusema yataendelea hadi pale maamuzi mengine yatakapofanyika na kuongeza kwamba awamu ya kwanza ya mashambulio hayo yamekwenda vizuri. Serikali ya Iran imetangaza kusitisha safari za ndege zinazoondoka na kutua kwenye uwanja wa kimataifa wa Tehran. Kiongozi wa kiroho wa nchi hiyo Ayatola Ali Hamenei ameonya kwamba Israeli italipia kitendo hicho, huku Antonio Guteres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, akiomba utulivu na uvumilivu kati ya Israeli na Iran. Ripoti zinasema kwamba mashambulio ya wanajeshi wa Israeli yamelenga pia makazi ya watu kwenye jiji kuu Tehran. Mashambulio haya yanakuja muda mfupi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwaondoa baadhi ya wa wafanyakazi kwenye ubalozi wa nchi yake nchini humo, lakini pia katika nchi zingine za eneo la Mashariki ya Kati na kuapa kwamba Washington haitaruhusu Tehran kutengeneza silaha za nyuklia.